Kubali kusikia maombi yetu, utubariki kupitia kwa neno lako takatifu. Nena pamoja na kila mmoja wetu kwa kanisa lako la St Paul, Sabati, unene pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, mwana na roho Mtakatifu. Wote walioko hapa muni ruhusu ni wasalimu nyote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo bwana

Mama akasema karibu, akasema Kemo umeniambia umeambia mwingine umeni. Akaona hii maneno imeanza kubadilika tena. Kufika siku hiyo mara ya kwanza, akaona maji ikaletwa ambaye imechemusha, akauliza pomoji, hii maji ni ya ndani kiko mgeni kungile. Akamwambia mbale, ni wewe

na mwingine anasema mimi nakubaliana naye. Wiki ya pili wakasema, saa zingine ameenda safari, waje mngojee wiki ya pili. Wiki ya pili wakapita hapo, wakapata hayuko pale. Mwingine akasema, mimi nimeconfirm this man is not alive, hayo jamaa yeye amekwisha, kwa sababu wimbo yake ni kushikwa Ijumaa na kufunguliwa, nafanyika imefanyika, ajapatikana Wiki ya tatu hakupatikana. Alafu skari, siku moja, alipokuwa akitembea mchana, akapata huyu mtu amevaa tai, akapata hata ako na kot na loisasi. Akamuuliza, wewe, wimbo gani mpya unaimba haupatikani? Akasema, nilikutana na Yesu Kristo, akadika wimbo mpya na siku hizi siimbi wimbo ya chana na kama rua nende nguli, siimbi wimbo hiyo tena. Mimi nimebadilika, naimba wimbo wa Yesu. Ndio nikuuliza okay. Kwako, ukirudi leo nyumbani utaimba wimbo wa kawaida ama utaimba wimbo mpya? Wimbo wa kawaida kawaida nebwanga, ilivyokuwa mwanzo ilivyo sasa hata milele tendo niwakwa wimbo wa kawaida na leo nilitarajia mtaimba wimbo mpya leo ni birthday yangu tarehe ishirini na tano si rahisi kuhubiri siku ya birthday yako leo hata mimi nastahili kuimba wimbo mpya kwa sababu ni mwaka mpya nilizaliwa zamani tarehe hii la kwamba Mungu bado neema yake leo ni mpya leo. Nataka niwaambie zaburi tuliyosomewa ni Zaburi ya 40. Hii Zaburi iliandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi. Kisiri Daudi, Daudi ndiye aliandika zaburi hii. Je, hey, aliandika wakati mgani? Aliandika wakati ambaye aliimba wimbo mpya, ni wakati gani hii? Yeye vitu vyote ilikuwa imepotea. Kijana ambaye alimpenda anaitwa Absalom alienda na akateka nyara serikali, akafukuza baba yake kule jangwani. Yeye alikuwa mfalme, akapoteza ufalme. Alikuwa na nyumba, akaishi jangwani, lakini akamwita Bwana, Bwana akaumba nguvu akarudi kwa mfalme, na aliporudi kwa mfalme ikabidi aibe wimbo mpya. Leo nakusema, sitatosheka na wimbo wa kawaida, mimi nitaimba wimbo mpya. Wimbo mpya katika Zaburi hii iko na mambo manne. Jambo la kwanza wimbo wa kukombolewa. Yeye yeah, anasema nilikombolewa kutoka kwa shimo. Alikuwa kwa shimo, shimo inaitwa mwenet, alikuwa ndani ya shimo. Wakati mwingi tunakuanga ndani ya shimo ya dhambi. Wakati mwingi ukiwa ndani ya shimo, awezi kujisaidia, ni giza, unaangalia mtu mwenye akufurute utoke kwa shimo Wakati mwingine mtu anaweza ingia kwa shimo ya fitina, hata wakati mwingine watu wanaingia kwa shimo, shimo ya kusengenya, na hata shimo nyingine ambayo watu wanaingia ni shimo ya kuonea wengine wivu, kwa sababu wanaita yani tumbo nyeusi. Ukiwa na tumbo nyeusi, unaona ya jirani yako ni msuri kushinda yako, siani yako ni mbaya wewe damangia ukiingia kwa shimo ya twindamo hawezi ona mwingine akifanikiwa, unataka ikuwe mimi, I and myself. Na mtu mwenye ameingia kwa shimo ya twindamo kutoka ni ngumu sana. Daudi alikuwa kwa shimo ya dhambi, lakini nashukuru Mungu yeye alikombolewa na akatolewa katika shimo oga. Mungu atutoe kwa shimo hata za zingine ya maneno ambayo tunachiwekea. Iko maneno mengine ambayo tunachiwekea ukoo yako hauwezi fanyiwa kitu. Ukoo yako wanasema unaigaza, yaani anasema kaputosa emavikwezi, yaani hauwezi onyeshe yake kidole ya ukionyesha ya yake kidole, anategana kukupiga. Hiyo ni shimo ya maneno yetu. Siku moja nilipokuwa college, msichana mmoja akatereza akaanguka chini. Na unajua, mimi napenda kuongea, nikapiga stori, unaona, alienda hivi akatereza akaanguka. Siku huyo msichana amekasirika ya kutosha na vile nilikuwa napiga story stori nika, nikapokea kofi nikakumbuka wingu enye mwanga Bwana Mungu nasha

Nikasema kwaishi mwenye niko ya ya ukoo yangu, mtu akinipiga ninastaili kulipiza kisasi, lakini nilikombolewa na Mungu. Alisema ukipigwa kofi upande Yesu akasema geuza, sikuweza kugeuza upande ile ile <laughs> yani, lakini nilimsamehe. Soye alikuja kuomba msamaha kuna wengine wako kwa shimo ya kulipiza kisasi, muntu akikujimu na maneno hata unataka kulipiza kisasi, lakini ukikombolewa, unainuliwa kutoka kwa shimo ya kulipiza kisasi. Kuna watu wamekukosa hata alikutusi useme hata mimi naweza kukutusi. Stepping in Jesus name! <laughs> tolewa kwa shimo ya kulipiza kisasi. Jambo la pili mongoleo kutokana na matope ya utelezi, matope inaitanga kutusi kwa Wabukusu. sisi Mungu atutoe kwa matope ya aibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe, amina. Kitu cha tatu ni wimbo wa kukombolewa kutokana na kuanguka. Hata Mzaburi akasema nikasimamishwa. Ninaomba Mungu akusimamishe, ukiwa mama akusimamishe katika boma yako. Ulikuwa na mama moja bai nafikiri aliimba wimbo wa ukombozi. Alikuwa anaokota kuni, na akijua hiyo ndio chakula ya mwisho anapika. Mtumishi wa Mungu Elija akaja akamwambia, niletee maji. Akasema maji nitakuletea. Akasema enda unitengenezee chakula cha mwisho, enda unitengenezee mkate na uniletee. Yeye akasema nimebakia na ya mwisho, lakini Mungu alitaka kumkomboa kutokana na njaa uangami na wakati mwingi Mungu akikukomboa ni kwa sababu ya wewe kujitolea. Hakuna mtu ambaye ni mdeni wa Mungu, yeye unamtolea anakurejeshea mara dufu. Wakati mwingi sisi ni wakulima, wakulima mnajua ya kwamba mvua isiponyesha merue, yaani tutoke me, unaa ukipenduka unaangalia sieni, sijui itaenda miss amaike oh, lakini mvua baada ya kunyesha, ni wakulima ngapi, kama padri, wanakuja kanisani Jumapili na kusema Mungu mm, asante ulitupa mvua wakati tuliitashi. Kuna mtu mmoja, kuna mtu mmoja zero nine alipanda shamba eka mia moja

kwa sababu yeye ametusimamisha kila mkulima mwenye anatusimamisha ni Mungu. ukiwa mwalimu mwenye anatusimamisha ni Bwana. Hata ukisafiri mwenye anatusimamisha siku zote ni Mungu. Hata watoto wetu wakifanya vyema ni Mungu ndiye anayekuwezesha. ni vizuri uchukue wakati kumshukuru na sau baraka na shukuru, sio kwa kulazimishwa wala kwa kushurutishwa, shukuru kutoka kwa Mungu. Niliwaambia siku moja ya kwamba kitambo tambo kwa mama walikuwa wakiwekanga pesa h penye roho inapiga ndio pesataki. <laughs> Jomka ameshukuru Mungu ni kwa kutoa pesa kwa <laughs> sababu mfuko the purse and the pass are related, yani mfuko na pesa, yani ukijipenda Unaendaga kukula kwa hoteli gani kitani? Siku moja nilienda hoteli nyingine iko kando bwana. Ujaribu kukula bwana iko mende. Lakini nikasema nisipoteze pesa yangu nikaangalia kama hakuna mtu ananiona nikachukua mende nikakuta chini. Nikaendelea kula. Lakini kama unajipenda unaenda hoteli smart. Naona. Kwa sababu gani? Sababu unapigia mwili pole, unashukuru umefanya una kazi. Na Mungu mwenye anatufanyia sasa hivi, ni vizuri kila Jumapili usisahau kushukuru, na zaidi usisahau Mungu anajua chenye uko naye, na ukimshukuru atakuongezea zaidi. Jambo la pili, sio wimbo wa ukombozi tu peke yake, pia ni wimbo wa msamaha. Kila siku naimba wimbo mpya kwa sababu Mungu amenisamea. Yeye amenisamea niliyoyatenda, ninayoyatenda ni na nitakayoyatenda. Biblia inasema, heri mtu yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Hiba wimbo wa msamaha. Ukiwa na ukiimba wimbo wa msamaha, hauna kiburi tena, unajua tuko hapa kwa neema na rehema. Napenda kanisa letu la Kianglikana. Msalaba imewekwa mbele. Ukukumbusha umeketi hapo chini kwa neema, na kwa neema hamstahili kujisifu hata kidogo, ni kwa neema. Haleluya. Ni kwa neema as Bwana asifiwe. Amen. Wakiimba wimbo wa msamaha au kuangalia mwingine, unajiona wewe mwenyewe. Wakati mwingine kama wimbi wimbo wa kusamahi kwamba umesamehewa na Bwana, unaweza kudharau wengine, lakini mimi siwezi dharau yeyote kwa sababu nimesamehewa na Yesu Kristo, na anajua dhambi zangu, na yeye kwake ninapata msamaha. Wapendwa, kila Jumapili imba wimbo, sio tu peke yake, wimbo wa kukombolewa na shukrani, imba wimbo wa kujua ya kwamba umesamehewa na Bwana. Kama Mungu angekuwa kihesabu da, kitambo kwetu kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa na TV pekee yake. Alikuwa na kwa Mogodioni. Mogodioni ni chief alikuwa na TV pekee yake. Mara ya kwanza nilipoona TV nikasema, pa ajabu. Ukisikia mtu wa kwetu akisema, pa ajabu ni kitu ya maana. Ama anasema, pokwe mtu chenye anafanya jioni asubuhi saa sita alafu kabla sijaubiri waweke hiyo TV. Huyo anasema maani nyo, haya si mimi cilage, huyo ni mwingine. Mimi jenini si usiki, lakini tuko hapa kwa sababu ni kwa msamaha wa Bwana, na naomba kila siku nimba wimbo wa msamaha. Wimbo mpya ni wimbo wa kujua Mungu ametusa Jambo la tatu ni wimbo wa kusifu Bwana. Kila wakati kenye umefanya kenye unafanya ni kwa msaada wa Mungu, wimbo wa kusifu Mungu. Hapa tumekuja kanisani kumsifu Bwana kwa nyimbo, kwa shukrani, kwa sifa, hata kwa kumtolea, kila wakati kusifu kusema ya kwamba sifu Bwana. Mtu mwenye alitengeneza meli kubwa ilikuwa inaitwa Titanic. <coughs> Yeye, yeah! akajiambia safari yake ya kwanza iligonga iceberg na watu wakufa elfu tano. Ukikosa kusifu Mungu anakuachi, ukikosa kumshukuru anakuachia. Nataka uimbe wimbo wa kusifu Mungu. Huko kwetu kuna watu walikuwa wakilima shamba, nakwambia, wanasema wao kuvuna ni kwa sababu wangeleta timing

wa wakusifu Mungu. Iheo mama yako sifu Mungu. watoto wakiendelea vizuri sifu Mungu. Kuna mama mmoja alisema, sijua mama wengine wanakaa, anakuwa mke msito na mama yako wako, hawa mama ni bure sana, waacha mwezi ijayo ufike, wasichana wako wawili wakakuwa wajawazito. Akasema kumbe nikifanikiwa ni ni ndio wimbo wa kushukuru. Kama bado unakaa na jamii yako vizuri, shukuru, usikisifu, usikifananisha na mwingine. Ukiendelea na uinuliwe, usiongee chochote, sifu Mungu zaidi, usisahau kumshukuru. Jambo la mwisho ni wimbo wa kushukuru. Mimi nashuhudia Mungu kwa sababu sababuai Siku moja nilipoenda nyumbani, nilienda na watoto wawili, tulipata lift ya gari, tukaenda. Nafikiri tulikuwa na mchungaji, mchungaji wenu Reverend Lydia pamoja na Azel, nafikiri ukaenda. Ah, <coughs> ulipo shuka, nikawaonyesha watoto nyumbani. Ya. Najua anakuwa shovu sasa. Hapa ndio nyumba ya dadi. Hapo mmoja ambaye anapenda kusema kuni exa, "Eita, nyumba yako ni fake sana." Yake ni angalia inaka audio max. Lakini mabati huko nyumbani sasa. <laughs> Yes, iko na mabati hata kama ni kumi. <laughs> lakini ilitoka kwa mabati mabatingine, na nashuhudia Mungu ameniinua ndoga, mm. Kila siku Mungu akikuinua akikuinua, shuhudia kwa maneno na matendo yako, usiseme ni mimi na uwezo wangu. Shuhudia Mungu ameniinua yako, lingine na nimalizie, si Mungu ameniinua peke yake, yeye pia amenirejesha. Amen. Daudi alikuwa mfalme, alikuwa amepoteza ufalme wake, lakini akashuhudia Mungu amemrejesha na akamuweka kwa kiti nomba, chenye umepoteza Mungu akurejeshe. Katika jina la Yesu Kristo nomba ya kwamba pale ambapo huko mwaka huu mwezi huu wiki hii Usiimbe wimbo ya kawaida, nataka uimbe wimbo mpya. Ukiwa mama, kutokea leo hata washangae, huyu mama ametoka wapi? Badilisha, imba wimbo mpya ukifika nyumbani, hata ukiwa mzee. Nasikia kulikuwa na mzee mmoja alikuwa, na wanauliza hiyo mboga amebeba kwa koti komena. <laughs> Wakaona mzee ameimba wimbo mpya Watu wangu walikuwa akibegana matawi, sasa amebadilika kidogo. Naomba leo imba wimbo mpya hevo, maneno yako na matendo yako, akukomboe kutoka kwa, kwa shimo, kama ulikuwa kwa shimo na kwa matope, na kama ulikuwa umeanguka akusimamishe. Nataka niombe pamoja nawe wakati huu. Kama unahitaji kuimba wimbo mpya, simama za Bwana ili amusaidie tuimbe wimbo mpya, sio wimbo wa kawaida na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, bali kusikia maombi yetu, utusaidie tuimbe wimbo mpya, wimbo wa kukombolewa na Yesu, wimbo wa Musa na manabii, wimbo wa kusamehewa dhambi, wimbo ambaye wa kukutukuza na kukushuhudia humelea wimbo mpya katika kanisa la Saint Paul's Saboti denga, pamoja na kila mmoja wetu. Utubariki na utuongoze. Baba mwema, kuna wengine wameingia katika shimo ya magonjwa, wakuze na kuwaponya hata wengine katika shimo ya kulalamika, uondoe katika shimo hilo na uwape shukrani. Utubariki na utuongoze tena pamoja na kila mmoja wetu, na asante kwa kuwa ni Mungu mwema. Hata leo nikiadhimisha siku ya kuzaliwa, Baba mwema, ninakushukuru kwa kunipa wimbo mpya wa kuhubiri neno lako mwaka huu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen.